Hayatuma mwenyeutukufu na saba zake malo masharifutuondoleaa. haya yote tunayafanya ni kwa sababu rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara, amekuwa namba moja kuhakikisha kwamba sisi wananchi wa Tanzania na wananchi wa Bungu tunakuwa wanufaika wakubwa wa kila kitu anachotuletea mheshimiwa mgeni rasmi leo. Ni siku ambayo tunaazimisha miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio maana leo tumefanya dua maalum ya kumwombea mheshimiwa rais wetu. Na hii miaka mitano inayokuja, sisi kama Wanabungu tunaendelea kumwamini na kumpa nafasi nyingine tena aendelee kutuongoza. E, na washukuruni wananchi wenzangu wote wa Bungu. Mmepokea wageni wenzetu, mmepokea wananchi wenzetu kutoka sehemu mbalimbali kwa moyo wote. Lakini pia ni washukuru viongozi wangu wa dini, mmekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa. Samia.